Warumi inasema, dhambi ilipozidi, neema ilizidi zaidi. Unapata nini hapa? Hakuna kiwango cha dhambi ambacho mwanadamu anaweza akafikia kisikidhi uwezo wa neema ya Mungu kwa damu ya Yesu kumwokoa akitaka. Pigia mstari akitaka. Maana asipotaka, pia Mungu anachakufanya maana sisi tunaumbwa ni free will beings, ni viumbe ambao tuna uhuru wa kuchagua. hakuna kiwango cha uovu ambacho tutafikia Mungu akashindwa kutuokoa tukitaka kuokolewa. neema ya Mungu bado inawapokea wakosaji, wanaoteswa, wa dhambi, waovu, watu wa kila kada ya makosa, maovu na manyanyaso ya adui na kuwageuza kuwafanya kuwa mashujaa wa imani katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu, Rahabu, Rahabu a professional prostitute, mwanataaluma wa ukahaba, Mungu alimwokoa na kumfanya kuwa miongoni mwa wamama ambao kupitia yeye Yesu alizaliwa. Wagibion watu ambao wa walikuwa na uwezo mkubwa wa kudanganya waliwadanganya wakina Yoshua, lakini katika kudanganya kwao Mungu akageuza kudanganya kwao kuwa chanzo cha kuokolewa kwao, na wao nao wakaokolewa. kwa tunagundua Mungu anaokoa makahaba, mafisadi, wezi, watu wa kila namna. Asiwepo na kauli yoyote ambayo itakukatisha tamaa juu ya uwezo wa Mungu kwenye maisha yako. Dhambi inapozidi, ushoga unaposhamiri, umbumonyofu wa maadili unapozidi, nataka nikutie moyo, kiwango cha Mungu kuwaokoa watu kutoka katika haya mambo walipokwama kimezidi zaidi ya kiwango cha uovu unaoendelea dunia hii, kwa nikutie moyo, Mungu bado yupo kazini.